<laughs> kujiuzisha uliita nyara, yeah, kujiuzisha, kufanya biashara ni kufanya biashara na sehemu za wanyama, sehemu fulani za wanyama ambao wamehatarishwa, sasa wako hatarini. Ndovu wako hatarini, kuna wanyama wako hatarini, wanapotea. So wame, wamechungwa kisheria. Sasa mlipatikana na hizo ndovu sa, na pembe za ndovu, pembe mbili za kilo 23.66 sikiwa kwa gari namba KBB 709 S Sienta bila permit. Hiyo ni shtaka la pili. Ni kweli, Royford? Ni kweli, Frederick Daniel Panu. Susan Panu.

Mtu akifungwa hata sana hatia poni ile faini anapiwa sio chini ya milioni ishirini. Kwa hiyo ameniambia nikiwaruhusu na poni ya chini, uwezekano wa kutoroka ni mkubwa kwa sababu hizo pesa ni nyingi. yo unasema hacha nakwaao nitguu hmm? Nasema ni taxi driver, sikujua ni hiyo hiyo vitu ilikuwa aje kwa hali sue

Taito did. Taito did. Yes. Okay. Very good. I think that's good enough. Nikiangalia chart sheet, nimeona chief yes coordinates. Meaning you may have been trucked. I mean that could be. Is it? Was it trucking? Najua siku hizi simu inakupata mahali huko, labda wazakuja kutuambia tuliwafuata tuli tuli na hii simu hivi hivi, tukawashika so awa